Sasa nikirudi kwenye kauli mbiu ya taifa letu, hatua madhubuti ambazo za kitaifa kwa matokeo chanya ya kijamii, ni mambo gani ambayo tunadhani sasa tunaelekea kwenda kuyatekeleza? Sisi kama Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na wizara yetu, kuna mikakati mbalimbali ambayo imewekwa ya madhubuti, na kuna mingine inaendelea, ilishaanza. Moja ni kuhakikisha kwanza tunatoa elimu tunachangia katika kutoa elimu ya uelewa wa huu ugonjwa kwa wananchi na kuondoa pia, kuondoa pia zile dhana potofu, potofu ambazo wananchi wengi wamekuwa nazo juu ya ugonjwa huu, wasikose wananchi waweze kuelewa kwamba huu ni ugonjwa wa kurithi, ni ugonjwa ambao unatokana na kurithi na wa wazazi wake wawili wote na sio mmoja. Kwa hiyo haya mambo yanahitaji kuelezwa sana katika familia zetu na katika vijiji vyetu na katika miji yetu. Lakini la pili, elimu ambayo wanatakiwa kuijua pia wananchi, mojawapo ni upimaji, kuongeza kasi ya kubaini wagonjwa, si wagonjwa tu wasikosi, lakini wale ambao pia wame wabebaji wa vinasaba ya sikoseli kuna wabebaji wanaitwa carriers, wao hawaugui ile sikoseli yenyewe ya kuhitaji kumpa shida katika maisha yake, wanaishi maisha ya kawaida. Sasa hawa wabebaji huwa hawana dalili, wanaishi maisha ya kawaida. hawa carriers, kuwagundua ni lazima tupime, na wakishagundulika wapewe ushauri na saha ili sasa wanapooa au kuolewa waweze kuliangalia hilo pia, kwa sababu kioana wawili wote ni carrier, ni lazima baadhi ya watoto wenu watakuja kupata hiyo changamoto. Kwa hiyo kama tunavyopima wengine HIV kabla ya kuoana, tunashauri pia siko seli kuangalia hiyo vinasaba kwa ajili ya siko seli. Lazima tuangalie pia, ili tupunguze sasa, tuanze kuipunguza hii jini eh, au vinasaba vinavyoashiria siko seli kwenye jamii yetu. Kwa wale ambao wana vinasaba hivyo, wasioane na wale wengine ambao wanavyo, ili kuepuka kuchanganya sasa huo mchanganyiko ambao baadaye unasababisha ile siko seli ya kuugua ya kumfanya mtu aweze kuugua zaidi. Kwa hiyo bado tunahitaji kuelimisha wananchi, ili wajiitikie wengi katika swala la kupimwa, lakini pia hata wakati wa kufikiria kuoa, ni muhimu sana kulizingatia, na tuna tajeti zaidi lika la watu wa shule na vyuo. Kwa hiyo tumekuwa tukishiriki kama Benjamin Mkapa tukishirikiana na wizara na wadau wengine kwa ajili ya hilo a kuelimisha wananchi na kubaini kasi kwa kuongeza kasi ya kubaini magonjwa ya sikoseli na wale wenye vinasaba eh, hivyo. Lakini vile vile kama serikali, tuna na ofsitari yetu, tumekuwa tukitoa matibabu ya sikoseli kwa maana ya kupoza pia changamoto kwa kutoa dawa ya hydroxyurea pamoja na folic acid na no pia antibiotics mbalimbali mbali ili kuwakinga hawa watoto ambao wanakuwa pengine hawajafikia au walishafikia ule muda wa ku walishapita ule muda wa kupewa bone marrow transplant. Sasa wale inabidi tuendele tu kuwapa dawa kwa, kwa sababu hii upandikizaji figo kuna umri wake. Kwa hiyo serikali pia, kati ya mikakati yake madhubuti ambayo imeelekeza kwenye taasisi zetu, na kama hapa kwenye Mkapa tunatoa hiyo huduma kwa wagonjwa wetu katika kliniki. Naomba nichukue nafasi kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo kutuwezesha wote kukutana hapa kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wagonjwa wa seli mundu duniani, na leo tukiadhimisha katika hospitali ya Benjamin Mkapa. E, sasa hivi tunafikia miaka miwili tangia tuanze kutoa huduma za upandikizaji uloto na nimeambiwa mpaka sasa hivi tumeshafikia wagonjwa ishirini na moja. Hii ni hatua kubwa muhimu sana kwa serikali yetu chini na wizara yetu kwa kuhakikisha kwamba hizi huduma zinakuwa endelevu. Wakati tunaanza kulikuwa na mashaka mengi ya kwamba kwa, kwa gharama zake, je, tutaweza kuendelea? Lakini nilichukua hii nafasi kuwafahamisha wananchi wenzangu, serikali imekuwa pamoja na nyinyi kwa kiasi kikubwa sana, na mpaka sasa hivi serikali imeshatoa zaidi ya bilioni moja pointi saba kwa ajili ya kusaidia matibabu ya hawa wananchi. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Razima serikali kwa ujeji. Hii ni ndani ya miaka miwili, na serikali imeendelea kutusaidia pamoja na wadau mbalimbali ndani na nje ya nchi. Kwa majina anaitwa Mary Consolata Mungana, ni mama yake na mtoto aliyekuwa na ugonjwa wa sickle cell lakini hivi sasa amepona. Mtoto wangu anaitwa Erin John Mleko. Napenda kushukuru serikali yetu chini ya mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa jitihada za makusudi sana kwa ajili ya kutafuta suluhu kama jina lake la kuondoa huu ugonjwa wa selimundu kwa watoto wetu, ambao walikuwa wakipitia shida nyingi maumivu makali muda mwingi wa maisha yao. Hakika tunampongeza tunamshukuru kwa kuanzisha hiki kitengo cha upandikizaji wa boni maro katika hospitali hii ya Benjamin Mkapa, tunasema asante. Niombe kwa serikali kutokana na kutokana na ugumu na ubaya wa huu ugonjwa waweze kwanza, waweze ku, ku e, najua huduma yake gharama ni kubwa kwa Watanzania wa kawaida, mtu ambaye hana labda ajira rasmi akapata bima, hata kama ni kwe, katika bima, bima haikazi mambo mengi sana ambayo yanahitajika kwenye huduma hii, gharama ni kubwa nina, nina imani wanatakiwa wapatiwe huduma hii. Wagonjwa wengi sana ambao wamekidhi vigezo vya kitabibu, lakini kutokana na gharama kuwa kubwa, inaweza ikawa changamoto kwa wazazi wengi kupata hii huduma. Kwa serikali, kwa kuwa imeshaanzisha hiki kitu na ni msaada mkubwa sana, tunawaomba wasis, wa, waendelee kusapoti kwa kadri inavyowezekana kama kuna namna mzazi, kutokana na criteria zao za mambo ya social watazipitia kwamba mzazi huyu, basi kutokana na tulivyomfanyia assessment anaweza akachangia kiasi fulani, ila yule ambaye anaonekana kabisa ana hali ngumu na mtoto wake amekidhi vigezo, tunaomba tunaomba, wanahitajika kutibiwa, wengi wawe huru na huu ugonjwa. Ugonjwa huu unatesa. Kwa hiyo naomba serikali iweze kulichukua hilo na kulifanyia kazi, watoto wengi wapatiwe hii huduma, ili kuweza kuweka hata uchumi wa taifa uwe vizuri, kwa sababu hata wazazi tunakuwa hatufanyi kazi, muda mwingi unawaza kukimbia kimbia mahospitali. Kwa hiyo tunaomba kwa ajili hiyo.